Kwa upande wa riba ya benki kuu, nafurahi kuwajulisha kwamba kamati ya sera ya fedha ilikutana jana tarehe moja Oktoba na kuamua kwamba riba ya benki kuu itaendelea kuwa asilimia 5.75 kwa kipindi cha Oktoba hadi Desemba 2025, na kwa mtadha huo benki kuu ya Tanzania itatekeleza sera ya fedha kwa lengo la kuhakikisha kuwa riba ya mikopo ya siku saba baina ya mabenki inabaki ndani ya wigo wa asilimia mbili juu au chini ya riba benki kuu. Uamuzi huu umetokana na tathmini iliyofanyika kuhusu mwenendo wa mfumuko wa bei na ukuaji wa uchumi. Hivyo, mfumuko wa bei ulikuwa asilimia tatu pointi nne mwezi Agasti na unatarajiwa kubaki ndani ya lengo la asilimia tatu hadi tano. Wakati huo huo, makadirio ya benki kuu ya Tanzania yanaonesha kuwa uchumi utaendelea kukua kwa kasi ya kuridhisha. Kuhusu utekelezaji wa sera ya fedha kwa robo ya iliyoishia Septemba 2025 nafurahi kuwajulisha kwamba utekelezaji wa sera ya fedha katika robo ya mwaka iliyoishia Septemba 2025 ulifanikiwa kuwepo kwa ukwasi wa kutosha kwenye mabenki na benki kuu ilitumia nyenzo zake za sera ya fedha, hususan mikopo ya muda mfupi kwa mabenki ili kuongeza ukwasi kwenye uchumi. Hatua hii ilichangia kuimarisha ukwasi na kupelekea kupungua kwa riba ya mikopo ya siku saba baina ya mabenki, ambapo benki zilikopeshana ndani ya wigo uliowekwa asilimia mbili juu au chini ya ya, ya CBR, uh, ile uh, riba benki kuu. Kuhusu mwenendo na matarajio ya uchumi wa dunia, nafurahi kuwajulisha kuwa kamati ya sera ya fedha benki kuu ilitathmini mwenendo wa uchumi wa dunia na kubaini kuwa ukuaji wa uchumi katika nchi zilizoendelea na zile zinazoibukia umepungua kidogo katika robo tatu za mwaka 2025 ingawa wameendelea kuwa imara licha ya migogoro ya kisiasa na mivutano ya ushuru wa forodha kwa bidhaa wanazouziana kati yao. Hata hivyo, katika robo yane, ya nne, uchumi wa dunia unatarajiwa kuimarika zaidi. Mfumuko wa bei pia umeendelea kupungua na kufikia malengo ya benki kuu katika nchi nyingi duniani. Kufuatia mwenendo huo benki kuu nyingi duniani ziliamua kudumisha au kupunguza riba zao za benki kuu ili kuendana na sera ya fedha ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Mwenendo huu unatarajiwa kuendelea katika robo ya nne ya mwaka elfu mbili ishirini na tano na bei za bidhaa katika soko la dunia hususan mafuta gafi zilipungua hadi wastani wa dola za Marekani sitini na nane kwa pipa ikilinganishwa na robo mwaka iliyotangulia. Pia bei ya dhahabu iliendelea kuwa juu kufikia wastani wa dola za Marekani 3354.1 kwa wakia moja na zita zinatarajiwa kuendelea kuongezeka kidogo katika kipindi kinachoendelea.